Mheshimiwa makamo na viongozi wote, Assalamu As alaykum. Siku hizi nikiambiwa niseme huwa naogopa kwa sababu ile mizuka ime imetetereka kidogo, waheshimiwa. Kwanza nishukuru nishukuru, kwamba baada ya safari ndefu tulikotoka bado tumesimama imara. <coughs> Hapo nyuma tumepata matatizo mazito mazito, na tukafika mahali babu... Salim Bimani huwa tunasaa tukapata uduanzi uduanzi namba uduanzi, yaani tukaona he, tutavuka huko mkondo wa Nungwi. Tumefiliwa na marehemu, Mungu amrehemu, alikuwa ndo nguzo yetu kubwa. Tukafanya uchaguzi tukaporwa, tukaona na iwe tumekwenda tumeinuka. Wengine wakasema ah, tena baada ya kufa Sefu Sharifu ndo mambo yatakuwa, ndo haya ndo hivi. Tupo nyie, ndo mnabeba sasa, nyie ndo mnabeba. Safari inaendelea, na inapoambiwa kamati za ushindi washindi wenyewe ndo nyie. Sasa mimi nimepita kwenye mikutano, mmemsikia mwenyekiti, nimesikia makamu na viongozi. Lakini nikikaa nkiulizwa Babu, unasemaje? Tuna matatizo matatu makubwa na mengine. Kwanza tatizo la umaskini. nimelieleza juzi Malindi, nadhani nikinong'ona na watu... na mwenyekiti nikaogopa. Kaambia mwenyekiti maneno mengine, mimi naogopa kusema, lakini yananiuma. Tumefika steji, nchi hii kuna watu wakifa ni msiba nchi nzima inakuwa na msiba lakini kuna watu wanakufa hata ku... yaani, kama kafa huku. Tumefika stage ubinadamu nchi hii umekufa. Kwa hivyo, ndugu zangu, tunaposema tunahitaji mabadiliko, hatuko salama. Usalama utakuja tukipata mabadiliko, tutaanza upya. Alhamdulillah, mgombea wetu sheria anazijua, na anatwambia. Jana tukinong'ona pale Bumbwini, naambia mimi, ninavyokumbuka hata kuku huyu, kuku hutakiwi umchukue kwa sababu unakwenda mnyichinya, umning'inize, ana haki zake kuku, seuze sisi tunaojiita binadamu. Wanakufa watu, hakuna kesi, uchunguzi haufanywi, wakubwa hawana habari, hatuko salama. La tatu ambalo nalo ni kubwa tena kubwa sana, kila tulipokwenda watu wamenyang'anywa ardhi, wamenyang'anywa, si kwa taratibu, kwa nguvu za wakubwa. Sasa sisi ndo tupo leo tunayaona Watizameni vijukuu wenu katika hali tulio nayo sasa. Miaka ishirini, thelathini ijayo watakuwaje? Makunduchi ardhi haipo, kaskazini haipo. Jana tulikwenda Bumbwini haipo. Kila tulipokwenda ardhi haipo haipo vyo oha sasa, ile kuwa haipo inanyang'anywa, lakini kuna sababu nyingine hamuioni. Kuna miminika watu kama nani? Wale siafu. Asa, kamsaidie jamaa mmoja mshaikutafunwa siafu. Yaani watu wanavyoingia kisiwa hichi kama siafu hakuna kontroli, kisiwa kimeshazidiwa. Siku mkisikia kimezama kwa uzito wa watu, si ajabu. Kwa hivyo, hatuna ardhi, inanyang'anywa, hatuna ardhi, imeshazidiwa, population kubwa mno, hakuna udhibiti pale pwani. Kapteni sijuu hayupo nadhani. Mara moja nikihutubia pale Kikwajuni nkaambiwa, siku hizi samahani, siku hizi Zanzibar inge imegeuka kama choo, kila mtu mwenye haja anakwenda. Oha, kazi kwenu nyinyi, ndo mwenye dhamana, muyaone hayo Munapokwenda kwenye usanduku wa kura, kila mara nikipata nafasi nawaambia, hebu, ukishafika kwenye sanduku la kura, yakumbuke haya. Hivyo baada ya miaka mitano, mie natia kura kwa CCM, nanunua shida nanunua shida. Hebu fikiria huko kwenye kisanduku, unaposimamia kura yako isiibiwe, kumbuka hilo. Tuna shida. Mungu atupe subira, mwendelee kusimama na hawa kwa kushinda kwa kura mm. Niliwaambia pale kwa masahara, lakini na kweli, si siku mbili siku eh, mbili. Mimi naambia mwezi mzima tupige kura, mwezi mzima hawashindi. Watu wa Zanzibari wamechoka na shida. Niliwahadithia kwamba elfu mbili na ishirini Sefu Idi akaleta kura ya siku mbili. Siku ya kwanza, ndugu zangu, ya kwanza kura za sefu nyingi. Ile siku ya kwanza anapelekewa hisabu saa nani ya mchana, mheshimiwa eh, sefu kesha tushinda, hawashindi bwana, watu wamechoka. Juzi kuna kijana mmoja tumekutana mitaani, babu eh? ni habari jitahidini bwana, jitahidini wa mawakala tu bwana, huku si bwana. Sasa tuko tayari, naambia nyewa njia imekupata eh? Kwa hivyo jamii iko tayari, sisi ni kusimama tukauongoza umma huo, na inshallah, Mungu anaonesha dalili kwamba sasa tunafika tunavuka mkono wa Nungwi, tunapita Mkokotoni, tunakuja zetu Malindi, tunaweka gati. Ah, inshaallah Mungu atujalie. Mungu ampe afya Mheshimiwa Othman aongoze jahazi jipya. Nawashukuru, washukuru mkianza kusema hapa itakuwa balaa. Asanteni sana sana Peleka, peleka kama doki, mzigo wa bwana ufike. Na sema na koma tisho kisito, subiri mpaka mrizike. Tunataka, tunataka, tunataka nchi yetu sasa.